Yes waskore, asante sana kwa weye ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia channel ya kupendo ya Mapro TV, na kwa wale ambao bado haujaunga nasi ni kuombe kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele, utakuwa on time, pokea taarifa mbalimbali tunapo upload video zetu na kuwekwa hapa kila siku. The Kings sound is here, na kwa sasa nataka nikuletee zile entertainment stories, zile stori za kiburudani ambazo zimejiri na zinazidi ku make headlines katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na kubwa zaidi tunaangazia hii hapa, i breaking news kabisa, kutoka pale pande za Kings Music on form bongo forever Alikiba e bwana, siku kadhaa zimepita tangu mfomo bongo flava Alikiba kutuonjesha kidogo uh, ujio wa ngoma yake mpya ambayo inafahamika kama sexy mama. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa music basi nafikiri ulikutana na baadhi ya yeah posti ambazo zinaonyesha ama kuashiria ujio wa ngoma mpya ambao utatoka mwezi Juni mwaka huu wa 2024. Na ngoma ambayo ni ya aina yake, ametengeneza design fulani kama miondoko ya rege, lakini kuna ubongo flavor fulani ndani yake. Sasa sisi tulipata bahati pia ya kukipata kionjo ama ile chorus ya ambayo Alikiba amejimba, na baada ya kuisikia kikweli mimi mwenyewe nili appreciate kile ambacho mfumo Bongo Flava Alikiba amekifanya na nikasema, yes, this is the Bongo Flava, lakini pia ni kama reggae ambayo inakwenda kufanya vizuri sana. Sasa uh, kikubwa nilichotaka nikwambie ni kwamba kionjo hiko tayari kimeenda viral bana na kime break, uh, record kime kime kwa maana kimetengeneza rekodi yake ya kipekee sana kwa sababu kimefanya vizuri. Yaani ni almost masaa kama saba nane tangu Alikiba akiachia kionjo iko katika uh, official account yake ya YouTube, lakini kimeenda viral sana. Unaambiwa mpaka sasa kimetazamwa zaidi ya mala milioni kumi na tano. Uh, hii ni kubwa sana kwa sababu tumezoea uh, nyimbo hata kama zikiwa zina trend, lakini inabidi ifike wastani wa siku mbili, tatu, nne, tano A, paka wiki kufikisha a, views kama hizo, kwa maana katika zile platform mbalimbali za mitandao ya kijamii lakini kwa kionjo tu ambacho Alikiba amekitoa tayari kimefikisha kutazama zaidi ya mara milioni kumi na tano. Hii ni ya kipekee sana, lakini pia inaonyesha ni kwa namna namna gani watu wamemiss ujio wa fomu ya Bongo Flava ikiwa Iki ni ndani na nje mpaka ya Tanzania, kwa sababu uh, vizi si ama kutazama mada zaidi ya milioni kumi na tano. Hii si kwa Tanzania tu pekee bali ni kwa utazamaji wa na nchi zingine, uh, kama Kenya tumeona pia kuna audience kubwa sana imeweza kufuatilia, lakini nchi kama South Africa tunaona Canada, USA, uh, Morocco, Saudi Arabia, uh, Mozambiki na nchi nchi nyingi za upande wa Afrika, lakini pia hata upande uh, wa western countries sorry, so um, ujio wa ngoma Alikiba ni kitu cha kipekee ambacho kinaonesha dhahiri shaili kwamba uh, wanamhitaji kwa sasa. Mfumo wa Bongo Flava wamemiss ngoma zake, wamemiss kazi zake, and that's why tunaona just a chorus, ni chorus tu, lakini tayari imeweza kufatiliwa zaidi ya mara milioni 15. So ni kitu kizuri, ni kitu ambacho Alikiba anatakiwa ajivunie, lakini pia aone ni kwa namna gani mashabiki zake wamekuwa watu wa support zake, lakini pia wanazisubiri kwa muda mrefu, and that's why wana miss vitu kama hivyo. Na ndio maana nakuta uh, kazi kadha kuachiwa rasmi, lakini tayari imeonesha ina penetrate over the world. Ni hiko ambacho nilitaka ni kupatie mwanafamilia wa Mapro TV, hakikisha umesubscribe, hakikisha una drop comment kwenye comment section kuhusiana na mada hii, lakini pia usahau kubonyeza neno share, ku share na marafiki, ili na wengine waje kutazama.